Usichukulie ndoa kama kitu cha kawaida. Yawezekana mume wako anakupa kila kitu, ni kweli. Yawezekana mume wako ana kila kitu, yani ni manager au ni nafasi kubwa, lakini nataka nikwambie usilingia hizo nafasi, lingia unaye Yesu. Akienda kazini, ingia chumbani, ombea nguo zake, tamka maneno ambayo unataka ye yawe Tamka hata kazini kwake, mtamkie maneno mazuri. Wako watu wanasema, wanatamka maneno mabaya kwa waume zao. Mungu amekuamini amekupa ndoa hiyo, tamka maneno mazuri. Wengine watamsema vibaya, wengine watasema mme wake ni suruali tu. Wewe saawosema mme wangu ni my king. Akiingia anaingia na kuambia kwa jinsi, sio kwa ya kawaida. Akirudi baba wote watoto tunafuraha na amani kwa sababu kuna wengine wanakuambia ah, yani mume wangu yule mwanaume suruali tu. Achana na maneno hayo, wewe mume wako ni somebody, mume wako is your king, mume wako is your sweetheart, ameubeba moyo wako wote, mume wako ni kila kitu, ni la azizi wako. Eh, hey, Mungu amekuamini, amekupa huyo mume ukimwachia kidogo, akitoka hapo nje. Wako wanawake waliojipanga, wamesomea mashangingi, wameenda kuwa waganga. Wakimnasa siku moja, utamwona tena. Jamani, hebu jibu mume wako vizuri. Mungu amekuamini mwanamke. Kama unaona mambo mengine haiwezekani, anasema. Mungu anasema Moyo wa mfalme uko mikononi mwake, anaweza kugeuza vile apendavyo. Mungu anaweza katengeneza vile unavyotaka mme wako wawe. Tamka, mwambie, Bwana, nataka mme wangu anisikilize, nataka mme wangu afanye hivi, nataka mme wangu anipela zote, nataka me... Atafanya, wala hujamloga weye, uja hujafanya nini. Watasema ameenda kwa mganga wa kienyeji. Ameenda si wapi? Wacha waseme, wewe unajua, mganga wako yuko magotini, yuko shushani, ukiachia, ukiomboleza, Bwana anajibu. Wanawake tunashindwa wapi? Hakuna kinachoshindikana kwetu. Mungu ametuamini, anajua sisi tunaweza tukawasababisha waume zetu wakaingia laini, hata kama ni mgumu wa namna gani. Anasema hakuna mkate mgumu kwenye chai ya rangi. Hata chai ya rangi, kila mtu anayo, usiseme ya maziwa ya rangi tu. Mkate unalegea, mkate unasema ni kopa, mkate unashindwa hata kutembea kwenda popote, unasema siwe kwa nini? Kwa sababu yuko mlainishaji. Wewe ndiye mlainishaji ule ugumu nauona kwa mume wako, njo shushani. Tunazo nguvu, tunao upako, tuna Mungu, ametuamini.